Utaamini Kikatoliki kwa sababu mafundisho rasmi ya kanisa yanatuambia lex orandi lex credendi, yani mtu anaamini kadiri anavyosali. Sasa maandiko matakatifu yanatuambiaje? Mtume Paulo waraka wake wa pili kwa Wakorinto sura ya kumi na moja aya ya kwanza hadi ya tano anasisitiza hili jambo kwamba kwa kweli tuvumiliane na nitafurahi hata mimi pia mkinichukulia hivyo, kwamba sio kwamba unachangia kwa usomi wa namna gani? Hapana, ila kile sahihi ulichofundishwa katika ukatoliki wako, kile sahihi ulichofundishwa katika mafundisho yako ya komunio ya kipaimara ya kipa ya ndoa e, au sijui labda seminari na kadhalika hicho sahihi ambacho nakijua, hicho ndio washirikishe wenzako, kwa sababu nasema hivi, wako watu watakuja, watafundisha kwanza si injili wewe unayoijua. Wanaweza wakamfundisha hata huyo Yesu mwingine kabisa, tofauti na wewe unayemjua. Wanaweza kukuletea hata maadili tofauti kabisa na maadili wewe ambayo umelelewa nayo, maadili ya Kitanzania, maadili ya kiimani eh? wakaja na tabia tofauti kabisa. Sasa mtume Paulo anasema wanasema, nachelea isije kama vile ile shetani alivyomdanganya Eva, akamdanganya danganya naye akaingia laini. Kwa hiyo ni vizuri, kwanza, hawa watu wakija, kuwavumilia ni kuwasikiliza tu na nini, lakini usikubali kukengeushwa nao, kwa sababu watakuja wenye mafundisho tofauti kwa mfano sasa hivi imeingia hii tabia, na anaona hata baadhi ya Wakatoliki wanaanza kufikiri labda ndivyo. Kumbe sio, Bwana wetu Yesu Kristo amesema kwenye Injili ya Matayo, sura ya sita eh? ukianza aya eh, ya kumi hivi eh, unaweza kuanza aya ya nane mpaka ya kumi na tano utasikia Kristo alivyokuwa anafundisha. Akasema, jamani, msalipo msipayuke payuke kama hawa wengine. Wengine hawa manake wao wanafikiri ukiongea kwa sauti kubwa, ukakemea, ukafokea, labda hata kama ni shetani ukampokea kabisa, labda ndio anakuelewa na shetani anaweza kukuacha. Anasema hapana, manake hawa ni mafundisho tofauti na haya nayoafundisha mimi. Nyinyi msalipo, salini hivi Baba yetu aya ya tisa mpaka ya 14. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku. Aya ya 12, utusamehe makosa yetu kama na sisi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utopoe maovuni. Sasa hii kwa nini nimeona ni sehemu nzuri ya kutafakari ni kwamba wapo hata baadhi ya Wakatoliki wameanza kufikiri labda kusali kwa nguvu kusali kwa kupayuka kwa kufoka kwa kunyanyuka na kuruka ruka ndipo Mungu anakusikia. Imeandikwa hivi, Injili ya Yohani sura ya tisa aya thelathini na moja Mungu hawasikii wenye dhambi. Kwa hiyo formula ya kumfanya Mungu akusikie si sauti nene ya kufanya hata mapepo ya kukimbie si kufoka bali eh, ni haya. Kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati sura ya saba eh, eh, kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati sura ya saba aya ya kumi na nne hadi ya kumi na nane nasema, ikiwa watu wangu hao walioitwa na Mungu wakijinyenyekeza, wakawanyenyekeza sawa, eh, wakatafuta uso wangu wakaacha mambo yao mabaya, maanake wakaacha dhambi, anasema nitawasikiliza. Kwa hiyo na formula ya kusikilizwa sasa. Hiki sasa hivi tunavyoona kwamba wengi sasa, wale ambao wanafikiri labda ukisali kwa kufoka, kurukaruka kwa nguvu, unatoka jasho kama Mungu ndiye anakusikiliza. Imeanza kuingia hata baadhi ya Wakatoliki wanafikiri hivi kwamba labda tukifanya hivyo ndio maana unaweza ukasikia hata mwingine hata nyimbo nyimbo, sisi tunaimba kwa kiliturujia, kuna liturujia na melodi zetu, kwa sababu maadili ya kikristo katoliki, maana yake kuna sheria kuna taratibu kuna miongozo kuna liturujia inayowafanya hawa wakatoliki ambao wamekubaliana na ukatoliki wao wakaamua kusali kadiri ya ukatoliki wao, watakuwa na tabia fulani. Hasa uki, uki, ukienda kwa tabia hiyo sasa ile sheria ya kusali, ukaacha liturujia na taratibu za kiibada za kikatoliki, utajikuta unaanza kusali tofauti, kwa sababu umeziacha hizi taratibu eh, liturujia na muondoko, iwe nyimbo iwe namna ya kusali iwe nini wa kikatoliki, maanake utakuwa na maadili ya kikatoliki, kwa sababu utakuwa na tabia za kikatoliki maana yake hiyo ndio itakuwa ni sheria ya kuamini kwako. Sasa baadhi yetu, kwa kutojua, wameanza kuona inawezekana nikisali kilokole, kirokole, nikasali kwa kwa kufuka, kuuka, na ikiwezekana hata na nyimbo kabisa. Hizi zingine anasema hizi ziaz za kiliturujia si kikatoliki, si zimepoa, hazina ile amsha amsha ile, ile, wanasema amsha, vijana vaibu zinakosa vibe. Anasema hapana <laughs> Kwa sababu ukienda kama hawa wengine maana yake utaamini kama hao wengine. Lex orandi, Lex credendi, sheria ya kusali ndio sheria ya kuamini, sheria ya sala ndio sheria ya imani. Huo ni ujumbe Kristo, ndio maana akasisitiza akasema, jamani sitaki msali kwa kupayuka payuka kama hawa wengine ila nyinyi msalipo, katoa mwongozo wa sala. Ile tafakari ya ile sala ya baba yetu ni kubwa, na tafakari ile ina mambo mengi ndani yake, lakini la msingi ni mtindo. Sheria ya kusali ujue, ndio itakutengenezea sheria ya kuamini kwako hasa. Wako wengine sasa hivi anaona kabisa, labda nikisali nimefumba macho, ndio Mungu ananisikia zaidi, labda nikisali na foka na nini, labda Mungu anisikia zaidi. Hapana, Kusali kwako kuko tu kama utakuwa umeondoa mapambo ya shetani, na mapambo ya shetani ni ni dhambi. Maanake ukiondoa ile dhambi, Roho Mtakatifu itafanya kazi ndani mwako, na huyu ndio anaweza kusaidia kusali vizuri. Naongea kwa herufi kubwa, Mtume Paulo waraka wake kwa Warumi sura ya nane aya ya 26 hadi 28, na amesisitiza anasema kwamba kwa kuwa hatujui kusali vizuri, tumuombe huyu Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye ndio anayejua. Wengi wetu hatujui hata kusali vizuri, yeye ndio Roho Mtakatifu atusaidia kusali tena kwa kumaanisha kwa kuugua. kwa sababu sisi ni wadhaifu. Kwa hiyo wewe, mbinu unayotakiwa ili Mungu akusikie Mungu akusikilize na maombi yako yasikilizwe, unachohitaji ni kutengeneza hili hekalu lake hekalo la Roho Mtakatifu, kulisafisha kuondoa mapambo ya shetani. Imeandikwa Injili ya Luka sura ya 11 aya ya 24 hadi ya 26, kwamba shetani mpeu mtafu akamtoka mtu huwezi tafuta pakutua akirudi akikuta zile dhambi bado zipo yale, yani mapambo bado yapo. Ndipo anaanza kusonga na usisikiwe kabisa. Anakuambia ataenda kutafuta pepo wengine wabaya saba kuliko yeye, wanakuja wanakaa na hali yako inazidi kuwa mbaya. Kwa hiyo ujue tu formula ya kusali, unaweza kasali kawaida kabisa na Mungu atakusikia lakini katika hali ya unyenyekevu. Mzaburi ameiweka vizuri, Zaburi ya 51 Aya ya kumi na saba anasema moyo uliovunjika na kupondeka, e Mungu huta udharau. Mungu hadharau, ndiyo. Kwa sababu tumeambiwa kule kwenye mambo ya Nyakati kitabu cha pili sura ya saba aya ya kumi na nne kwamba unyenyekevu unahitajika sana, maana hata Kristo mwenyewe aliona kule kuwa sawa na Mungu sio kitu cha kungang'ania. Wafilipi sura ya pili anza aya ya kwanza mpaka ya kumi na tano akajifanya hana utukufu akawa mnyenyekevu tena mtii, naam mpaka mauti ya msalaba. Kwa kwahiyo hicho ndicho tunachotakiwa. Kwa hiyo sala, ili Mungu akusikie unahitaji unyenyekevu, unahitaji kuondoa mapambo ya shetani, ili hekalu ila Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ajimwage kupitia wewe sasa na kuombea, kwa sababu anakuwa ndani mwako. Wakorintho wa kwanza sura ya sita aya ya kumi na tano hadi ya ishirini Mtume Paulo anasema Kwani hamjui kwamba miili yenu inaekawa Roho Mtakatifu? Kwa hiyo huu mwili wa Roho Mtakatifu anasema tuutumie katika kumtukuza Bwana. Kwa hiyo ukiwa katika hali ya dhambi yatakukuta mengi, kama anavyosema pia kwa Warumi sura ya saba aya ya kumi na moja mpaka ya kumi na nane kwamba inawezekana kabisa ile sheria, mimi siifati meona naiona ni nzuri, lakini kwa sababu ya dhambi iliyonayo, yale mema nayotaka kutenda siyatendi, natenda yale mabaya ambayo nayachukia. Anasema kabisa ni kwa sababu ya ile dhambi. Kwa hiyo, kumbe, tukumbushane hili: nenda sali kokote, funga, acha kula hata mwaka mzima, kama kuna dhambi, Mungu akusikii. Kwa hiyo, toba, sakramenti ya kitubio na ekarista takatifu zinaenda sambamba. Tuipende sana sakramenti ya kitubio ili tuweze kusali vizuri, na ndio maana Mtume Paulo anasema basi, ukiona ni vipi, jamani, tuvumiliane hata na hao, tuwavumilie wanaotusumbua. Maana yake ilikuwa ni sehemu ya matendo ya huruma kiroho kuwavumilia wasumbufu. Kwa hiyo wanaanza kwenda kusumbua nyinyi, amsali vibaya, mnasali vibaya, mnafanya hivi hivi nini, eh. Kama yule alikuwa anasema mimi nasali mimi anajimwomba fai kwamba yeye Mungu amsikilize, mimi nafunga sio kama hawa. Sasa wewe endelea kwa katika wale utulivu, endelea kusali na tafakari haya uweze kuona kwamba inawezekana tukao tunaenda tofauti. Tumealikwa, tumeambiwa na Injili ya Mathayo sura ya saba aya ya saba mpaka ya kumi na nne. Bisheni hodi mtafunguliwa, ombeni mtapewa, tafuteni mtapata. Kwa hiyo hakikisha unapata hizo guards, unapata hiyo nguvu ya kuomba mwenyewe ya kutafuta mwenyewe ya kubisha hodi mwenyewe na Mungu akakufungulia ukaweza kufanikiwa. Ni hayo tu, naitwa Pasko Maziku, Aminifu TV, Dar es Salaam.